Mimi naangalia siasa ya Kibra. But I want to tell people people one thing. A good politics politics must change change the life life of our people. If politics are not change your life, who's the ice cream Sisi watu wa constituency u Sasa iitikinia yangu aliela mshahara bado mnataka tumila nyanganywe. Sisi hatutakubali, tutakuwa macho na tutakufanya, na sisi kama vijana tunasema leadership correct ya ODM ndio tunataka, ama ni aje tuendelee nayo. Kwa hivyo hii kivi nafanyika gakunyi, hata baba wamezajua Najua wale wanaishi wako nayo na wale wanaishi wataki. Kwa hiyo wewe lazima baba chama ya ODM mpaka songe mbele na itasonga na watu wengi zaidi. Nimeshukuru Abri amekuja na ameamua roho moja oria kuje kwa ODM na tusukume hii kudumu pamoja. Kwa hivyo mimi Hatu semi nini, mimi ndio chairman wa Zaragomba. Hapa chini olosi iko nyumba ilikuwa na huzo hapo, hiyo maneno ilizafika kwangu, na ni simu moja tu ilipika kwa chifu, na chifu akasema chairman, mimi siwezi amua hiyo mambo ya hiyo kesi

huko kupiga pia mambo ya chama itakuwa tofauti kidogo. Mimi nitasimama na watu yangu wote, chama za ngombe, hakuna mwenye atahangaizwa kwa nyumba bali una hizi. Hakuna mtu atakuja kununua bila kukaa na nyinyi chini. Hata kama ni landlord atakutana atakutana na nyinyi kwanza, aongeleze nyinyi kwanza, kama ni kubaliana kwa mambo ya kununua manyumba hatuta kubali irudiwe tena hiyo yeah, yeah. Ndio mimi nimesimama kwa hiyo msingi. Mambo ya pili mimi nataka kusema hivi yeah, yeah. Kwa chama ODM tunataka kuja kwa chama ndio baba.